A kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like mtazamaji mpendwa, hujambo, lakini karibu katika habari motomoto kwa kituo cha Tanzania ITV ambacho kinatoa siri kubwa, haswa habari ambazo huwezi kuzipata kwa vyombo vingine vya habari hapa Tanzania. Hata ingawa tunabeberusha matangazo yetu kutoka Mbeya, lazima tunahakikisha tumepata habari kamili kabla ya kuzirekodi na kuzileta kwa watazamaji. Sasa hivi ni shangwe ambazo zimetanda Tanzania kwa sababu uchaguzi mpya huenda utaandaliwa katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa kesi ambayo imewasilishwa mahakamani itafaulu. Ikifaulu pasi Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu hapa Tanzania atafukuzwa Ikulu uchaguzi mpya uweze kuandaliwa. Sasa hivi habari ambazo tunazo ni wazi kwamba wanasheria wa haki za kibinadamu katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mmoja anaitwa Bob Chacha Wangwe na mwingine anaitwa Tito Elias Magoti, wameamua na kuandika kesi rasmi na kuwasilisha kesi hiyo katika Mahakama ya Haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ukipenda EACJ, dhidi ya serikali ambayo inaongozwa na Samia Suluhu Hassan hapa Tanzania, na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kesi hiyo ambayo iliweza kuandikwa na Tito Elias Magoti na Bob Chacha ni ya kuhakikisha ya kwamba inapinga uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka jana 29 Oktoba, huku kesi hiyo ikidai kuwa mchakato huo ulikiuka kanuni za mkataba wa EAC kuhusu utawala bora, demokrasia na haki za kibinadamu. Itabidi kesi hii ikifaulu, Samia atafukuzwa ikulu, wabunge watafukuzwa bungeni, madiwani watafukuzwa ili uchaguzi uweze kuandaliwa, kwa sababu hakukuwa na uwazi, hakukuwa na demokrasia nchini Tanzania katika kilichodaiwa ni uchaguzi. Sasa kesi imewasilishwa mahakamani Arusha, wanasheria hao wanadai kuwa uchunguzi uweze kufanywa kwa kile ambacho wanasema uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana ulikumbwa na vurugu, makosa mengi na ukiukaji wa viwango vya kimataifa vya uchaguzi huru na haki. Wanaiomba mahakama itangaze uchaguzi huo kuwa patili. Sasa kesi hiyo inaitisha tena kuamuru uchaguzi mpya ufanyike na kufanywa chini ya uchunguzi na uangalizi mkubwa. Na sasa hivi kile ambacho kinastahili kufanyika ni uchunguzi huru kuhusu ukiukaji wa haki za kibinadamu, fidia kwa wale ambao waliathirika, na mageuzi ya miundo msingi, ili kuzuia matukio hayo kutokea tena katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu ni mara ya kwanza taifa letu la Tanzania tunashuhudia uh, visa vya uchafuzi. Hatua hii inakuja baada ya uchaguzi wa mwaka jana kukumbwa na shutuma nyingi kutoka kwa watazamaji wa kimataifa, vyama vya upinzani na mashirika ya haki za binadamu, ikiwemo shutuma za kufungwa kwa mtandao, kutoweka kwa wapinzani na vurugu baada ya uchaguzi ambazo ziliweza kusababisha vivu na makabiliano makali katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwanasheria Tito Magoti, ambaye ni mtetezi kwa muda mrefu wa haki za binadamu, aliwahi kuzuiliwa kwa tuhuma za uhalifu wa kimitandao mwaka 2019 na 20, huku Bob Chacha Wangwe ambaye ni mwanasheria pia, wote waliweza Uh, ama wako na historia ya kupigania mageuzi ya kisheria nchini Tanzania. Hadi sasa hakuna maoni rasmi kutoka kwa serikali ya Tanzania kuhusu kesi hiyo iliyoko Arusha. Lakini sasa hivi tunaambiwa ya kwamba kesi hiyo inatarajiwa kuanza kusikilizwa ili uh, uamuzi uweze kutolewa hivi karibuni na kujua ukweli e, kama tunaenda kufanya uchaguzi mpya. Ikumbukwe kwamba kwa nini wanasheria hawa wa haki za binadamu wameenda na kuwasilisha kesi katika mahakama ya Arusha ili Samia afukuzu ikulu na uchaguzi mpya uweze kuandaliwa ni kwa sababu ya uchafuzi mazingira, mabaya ukosefu wa demokrasia ambao ulishuhudia 29 Oktoba mwaka jana. Tundulisu ambaye ni kiongozi maarufu katika mrengo wa upinzani aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, kumaanisha uongozi wa kimla nchini Tanzania. ACT Wazalendo, Mpina naye aliweza kuzuiliwa, ishara tosha kwamba Samia yu na uongozi wa kimla. Da, kufikia sasa tumeona Tundulisu akimaliza zaidi ya miezi tisa gerezani pasipo kuamuliwa huku akishtakiwa na kosa la uhaini. Sasa haya yote ndio yanasababisha watu wengi kuchukia uongozi wa sasa. Tunamwona waziri mkuu Mwigulu Nchemba akitembea hapa na pale kushambulia wa Tanzania, kushambulia watetezi, kushambulia wanaharakati. Hata tunashindwa ni kipi ambacho kinaendelea. Badala ya kuwa kiongozi wa kuleta amani utulivu nchini Tanzania yeye mahali popote anaenda ni kusema tu kusema tu, kufurahisha Samia Suluhu Hassan, kufurahisha serikali iliyopo mamlakani, kwa sababu amemkabidhi mamlaka ambayo anayoyatumia sasa hivi. Kwa hivyo sisi Watanzania tu tayari kwenda uchaguzi, ili tukaweze kumchagua kiongozi ambaye atasimamia hii nchi kidemokrasia, kisheria, kwa sababu sheria nyingi zimeweza kuvunjwa aliyekuwa waziri mkuu uh, jaji uh, aliyekuwa waziri mkuu anaitwa Jaji Warioba na haya, ametishiwa maisha kwa sababu alikiri mwenyewe kwamba waandamanaji waliuliwa wengi, Watanzania wakafa kama inzi wengi sana ikilinganishwa na vita vya wadui vya Kagera wakati Tanzania ilikuwa inawania ama ilikuwa inatafuta uhuru mwaka 1960 hapo mapema, maadui waliua wa Tanzania wachache sana ndio waliuliwa Tanzania ikilinganishwa na wale ambao wameuliwa sasa hivi. Baada ya jaji Warioba aliyekuwa waziri mkuu kusema hayo, kwa sababu sasa ni mstaafu, anatishiwa maisha na amesema ya kwamba maisha yake ameyatoa kwa Mwenyezi Mungu ili akaweze kumlinda. Na huyu jaji Warioba ni mtu amezeeka, lakini ako na akili timamu, lakini pia anafuatiliwa na kuvamiwa hapa na pale kwa kusimama kidete kidemokrasia na kiukweli. Tutazidi kutoa siri zote katika mtandao wetu wa Tanzania ITV vile tunavyozipokea lakini kabla nitamatishe taarifa hizi, na kuomba huchukue sekunde, kama unatazama kwa mara ya kwanza na kama hauja subscribe uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka kwa mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asante sana, tukutane tena na asiri zingine ambazo naenda kuzifichua katika mtandao wetu, bye.